Lakini kuma waga nzuri. Wanaume waga ni washenzi. Kuma nzuri ni ile iliyo na maji. Ya kiasi wale ya bombali tu kama mtu wa wanalio wa <laughs> daraja wa ile na nini ndio anahitaji ile waya. Katere. Eh. Maji yote kwa mwanaume anayejua kupiga kuma, maji mbona kila kuma ina maji. <laughs> na ukitaka kama kuma yako haina maji unataka kuona na mwai. Mwanaume akiwa. Piga zako arufaro hizo. Tulia. Afu kula ndizi siku hiyo siku nzima. Piga arufaro hiyo. Utaenda atakuchezea utaanza uta mwenyewe kukojoa mwenyewe. Unachofuata sasa, ngoja kuingizia mbo we, mguu mmoja anaupeleka ya poti mwingine kule, nanii magu, kuma ndio nafanya kazi na anaanza. Bwana anakupiga tu, unasikia vizuri, atakupigia kuma, utaanza kumwambia, unaanza kuwa kama vile na majini <laughs> we, yeah, we, we we kuna wanaume, kuna wanaume anayojua kutoa simu chini Sio kile unakuta kina kitambo. Mimi hata kama umenipa hela haya, bila kunitonga utakume nichezea, na maana nitaenda kutafuta mtu kwa maji vile vil e, lakini kuma waga nzuri wanaume waga ni washezi. Kuma nzuri ni ile iliyo na maji ya kiasi, wale ya bomba tu, kama mtu wa, wa <laughs> wa kpanyole, na nini maji mtdarajwmaji kwa mwanaume anayejua kupiga kuma maji. Bona kila kuma ina maji? Na ukitaka kama kumba yako haina maji unataka kuona na kwaya. Na namna, okay. Piga zako arufaro hizo. Tulia. Alafu kula ndizi siku hiyo siku nzima. Piga arufaro hiyo. Utaenda kukutezea, utaanza kukojoa mwenyewe na chakula chako. Sasa ngoja kuingizie mbo, We. Mguu mmoja anaupeleka airport mwingine kule na nini mavu. Kama ndio nafanya kaza naanza kuna. Bwana, nakupiga tu unasikia vizuri. Atakupigia kuma ataanza kumwambia, unaanza kuwa kama vile na majini a, a, a. <laughs> We, yeah, we, we, we! Kuna wanaume kuna wanaume anayojua kutoa simu chini, sio kile unakuta kina kitambo. Mimi hata kama umenipa hela ya aji bila kunitoma, utakume nichezea na maana nitaenda kutafuta mtu maji vile eh, hey, lakini kuma waga nzuri, wanaume waga ni washenzi. Kuma nzuri ni ile iliyo na maji ya ya bombali tu kama mto wa, wa naliwa, sadaraji, wa na maji yote kwa kupiga kuma. Kila kuma ina na, ukita kama tulia, halafu kula ndizi siku hiyo, siku nzima piga, utaanza, utaenda, utakuchezea kukojoa mwenyewe, unachafua shuti. Sasa ngoja kuingizie mbo, we mguu mmoja anaupeleka mwingine ndio mwingine kule kaza, naanza kazi Bwana nakupiga tu, unasikia vizuri. Atakupigia kuma, ataanza kumwambia Ah, unaanza kuwa kama vile majini <laughs> yeah, kuna wanaume kuna wanaume anaojua kukata simu chini. Sio kile unakuta kina kitambo, hata kama umenipa hela ya haja bila kunitoma utakume niseziani namaana taenda kutafuta mtu.